Jambo mtazamaji wa maco TV, na karibu shambani. Hapa tupo kwenye shamba la miche ya machungwa. Kama unavyoona hapa, shamba hili limesheheni mistari na kila kitu kimepangiliwa kwa wakati. Lakini sasa la kushangaza, wakulima wengi wanaopanda miche ya machungwa huwaga miche yao haizai kwa wakati, na changamoto ama siri kubwa ipo kwenye miche miche unavyoichagua namna unavyoitunza namna unavyoipanda na namna unavyoitunza kutoka pale unapoiweka shambani kwako na mpaka inapoanza kuleta matunda kama unavyoona katika shamba hili hapo. Mtazamaji, leo na kuonyesha jinsi ya upandaji wa mti wako wa kisasa kama huu nilioshika, ni mchungwa. Nitakuelekeza jinsi ya upandaji na utunzaji mpaka mti wako unapokuwa mkubwa na kuanza kupata matunda yaliyo bora. Vyote unaweza toka feli kwenye upandaji, lakini kitu ni muhimu kuliko chochote, wateja wanakuja nalalamika wamekosea ni hiki. Ndio maana nikakuchagulia mti ambao tayari ushatokea hayo makosa, ili wateja wengine waone mche kama huu. Hapa tulichobebesha ni hiki hapa, huu ndo mchungwa wako wa kisasa, huu ndo mchungwa wako wa kisasa. Ila kuanzia hapa kushuka huku chini, hii ni limao Yani tawi na hata ukiachia. Ndo maana wengi sana wanakuja bana, nimenua mchungwa, mbona imekutokea tena limao? Ni haya kuachia matawi, huu mchungwa unakufa, kwa sababu haya matawi yana siri kubwa. Ipo kwenye miche, miche unavyoichagua, namna unavyoitunza, namna unavyoipanda na namna unavyoitunza kutoka pale unapoweka shambani kwako na mpaka inapoanza kuleta matunda kama unavyoona katika shamba hili hapa. Sasa leo hii Maco TV imekuletea mtaalamu ambaye ana uzoefu wa kuzalisha miche hiyo ya aina tofauti tofauti ya machungwa, uzoefu wake na changamoto ambazo yeye ameziona kwa wakulima wengi ambao wanunua miche kutoka kwake. Naamini kwamba utajifunza. Niandikie kwenye comment box hapo bila kwamba wewe kwenye video hii hapa umejifunza nini zaidi. Usiondoke. Hii ni Maco TV na kama huja subscribe naomba usubscribe. Okay mtazamaji, leo na kuonyesha jinsi ya upandaji wa mti wako wa kisasa kama huu niloshika, ni mchungwa. Nitakuelekeza jinsi ya upandaji na utunzaji mpaka mti wako unapokuwa mkubwa na kuanza kupata matunda yaliyo bora. Mti kama huu hapa ambao ni mdogo, shimo kwanza nitakiwa uchimbe la sentimita sitini, ambalo ile shimo la sentimita sitini utagawanya mara mbili unachimba sentimita 30 ya kwanza, udongo wake unatenganisha, unaweka pembeni, na unachimba tena sentimita ya pili kwenda chini, udongo wake unatenganisha, unaweka pembeni. Hilo shimo lako hakikisha upana, urefu kotekote imeenda 60. Hii inachotakiwa uzingatie utenganishe udongo wa juu na wa chini, hasa udongo ambao utakaotumia ni ule wa juu tunaanza kuchimba, ambao wenye rutuba huo udongo tunachanganya na mbolea yetu ya samadi . Mbolea ya samadi nikizungumzia namaanisha, kama ya mbuzi, ya ng'ombe au ya kondoo, iliyopoa ambayo imekaa muda mrefu, yaani imekaa muda mrefu kutoka kwenye zizi, ambayo imepoa. Hasa ile mbolea unachukua debe moja unachukua debe moja, unachanganya na ule udongo wako wa sentimita 30 ya kwanza uanza kuchimba. Ukishachanganya ule udongo kwa nje, sio ndani ya shimo. Ukishachanganya ule udongo nje, unarudishia tena kwenye shimo lako. Kwa ile mbolea na ule udongo, shimo linakuwa limejaa lime, liko flat. Sasa baada ya hapo, shimo likijaa, utachokifanya utachana hiki kiliba hiki, hiki cheusi tulichooteshea. Ukishachana unabakia na kitofali ambacho kama hiki hapo, nakiona hiki unabakia na hiki kitofali. Hiki kitofali sasa ndo utafukua katikati ya shimo lako, utazika mche wako katikati, na mti unapozika hakikisha udongo usifike mpaka kwenye ngozi ya mti. Udongo wako unaishia hapa ilipoishia kitofali chetu, unashindilia vizuri hapo. Kwenye zoezi la upandaji mti wa mchungwa unakuwa umehitimisha, na hii sio kwa mti wa mchungwa, hii ni hata chungwa, mchenza, ndimu, limao, pera zote upandaji wake ni huu hata miembe zote upandaji wake ni huu, ila nitokuelekeza tena kwenye miembe hapa, jinsi ya upandaji wake, ila mchungwa ndio upandaji wake ni huu. Sasa ukishapanda tayari, utakachokuja kuzingatia kitu ambacho ni muhimu kuliko vyote, unaweza toka feli kwenye upandaji, lakini kitu muhimu kuliko chochote, wateja wanakuja wanalalamika, wamekosea ni hiki. Ndio maana nikachagulia mti ambao tayari ushatokea hayo makosa, ili wateja wengine waone mche kama huu hapa. Tulichobebesha ni hiki hapa huu ndo mchungwa wako wa kisasa huu ndo mchungwa wako wa kisasa ila kuanzia hapa kushuka huku chini, hii ni limao, yani ni limao. Lengo la kuotesha limao, kwa sababu limao inavumilia ukame na magonjwa, ndio maana tunaotesha afu baadaye tunakuja tunafanyia nini? Tunafanyia bading. Kwa hiyo tukishafanyia bading, huu mchungwa kinakuwa hapa juu, ambao sasa utalishwa na nani? Utalishwa na hii limao. Kwa hiyo sasa, hiyo cha kuzingatia zaidi ni kutoa hivi vitawi vya chini naona haya matawi yote inatakiwa uyatowe. Unachobakisha ni huu mchungwa wako, hii hapa. Unaona, unaona na huu mchungwa, kwa sababu hujakuwa, kwa sababu haya matawi yanakula chakula cha huu mchungwa. Ndio maana unaona huu mchungwa unazofika mwishowe utakufa kabisa. Kwa sababu hiyo unatakiwa utoe haya matawi, na hata ukiachia. Ndio maana wengi sana wanakuja, bwana, nimenua mchungwa, mbona imekutokea tena limao. Ni haya kuyachia matawi, huu mchungwa unakufa kwa sababu haya matawi yanalisha hiki hapa. Hasa ukiachia haya matawi, haya matawi yanakula chakula kingi kuliko huyu hapa. Kwao, unachotakiwa uyaprune yote ubakishe na mchungwa wako ambao ni huu hapa. Unaona sasa kama haya hapa si tuli ya prune, unaona mchungwa unavuna wewe uvukua mzuri kwa sababu tume prune matawi yote ya chini tumeacha mchungwa hapa ambao ni tunaotaka baadaye tupate matunda mazuri. Asante na hapo manake atakuwa hiyo hatua ya mchakato wa kufanya pruning atakuwa anafanya kila wakati atakapokuwa naona majani yao yameota au ni mara moja tu kabla hajapanda? Okay, ni swali zuri. Haya kufanyia pruning kutoka kwenye kidonda hapa cha chungu ambacho tumefanyia kushuka chini hii hapa, ni kwa hii miti midogo unafanya kila miezi miwili hadi mitatu, utakuwa unatembelea shambani kama umepanda miche mche yako labda nje na makazi yako utakuwa unatembelea shambani, ukiona yametoka matawi kuanzia hapa kushuka chini ya pluni. Ukiona yameendelea tu hapa hapa kwenye huu mchungwa wako, unayaacha. Ila kwenye hii michungwa hata ikifikisha miaka mitano bado yataendelea kutoa matawi, ila ikishafika miaka miwili mitatu hivi mchi ukishaanza kujitegemea uwapi, basi unauacha. Kwa sababu gani? ili tawi la chini linakuwa lina nguvu bila kutoa tuacha kutoa, ila haya tawi la chini yanakuwa yana nguvu kama uwapo sababu, unakuwa tayari ushakuwa mkubwa, ila kwa sasa hivi kwa sababu ni mchi bado mdogo huu mchungwa ambao tumebebesha, kwa sababu ni kitu cha kwa ni kitu kigeni kwa wawili mao, unatakiwa uyatoe, ili machakula chote kinachotoka huku chini kiende kwenye huu mchungwa ndani hapo. Watazamaji watakuwa ameelewa. Kuna swali lingine la labda na nafasi sasa, kwenye wakati anapanda, labda naache nafasi ngapi kutoka shimo moja kwenda shimo jingine, ama mstari mmoja kwenda mstari mwingine? Okay, kwenye hii michungwa inatofautiana, ila jamii ya michungwa tunazungumzia chenza, ndimu, limao pamoja nae michungwa, hata pomero, hata daransi. Kwenye nafasi unaacha distance mita tano, yani hatua tano kwa kila mchi unapopanda na unahesabu hatua 5 unapanda mti mwingine. Hatua 5 mti mwingine. Tena hata hata huku kwenye mstari anavo hivyo, hatua 5 unapanda mti mwingine. Hiyo ni kwenye chungwa, chenza, ndimu, limao na pomelo na dalansi. Hizi jamii ya citrus unapaacha hatua 5. Na baada ya kupanda sasa hapo inatakiwa afanye hatua gani nyingine? Sasa ndio hapo. Okay. Ataacha hivyo tayari asubiri kuvuna ama itakuwa fine? Okay, ukishapanda tayari hapo, nilikupa maelekezo ya kupanda au ukizingatia yote Ukishapanda tayari zezi takalofuata, uwezi ukaacha hivi hivi. Mche ushapanda tayari, unaondoka? Hapana, kwa sababu pale umebadilisha udongo. Unaona ule udongo wa juu, ule udongo wa juu umeuweka chini na mbolea, ule udongo wa chini umeuacha. Sasa pale kitakachokuja kufanyika, unatakiwa umwagilie maji mche wako. Uweze ukaocha hivi kwa sababu umebadilisha udongo na ile mbolea inaweza ikaunguza ule mti wako. Na kila shina moja, kama maji unayo kutosha, tumia ndoo moja kwa, kwa ukishaanza kupanda pale utakuwa una mwagilia asubuhi na jioni. Ndoo moja asubuhi, ndoo moja jioni, ila mti wako kadri unavozidi kujitegemea mizizi na tafuta chakula yenyewe, hivyo inaweza ikukacha kwa wiki moja, kwa mwagilia mara mbili hivyo, yaani kadri mtu unavozidi kuwa nao unaacha umwagiliaji, kisha fikisha miaka minne, miaka mitatu, basi mti unajitegemea. Yani wewe mwenyewe utakavolea, jinsi utakavokuwa haraka, na mti wako ndo utakavopunguza huduma. Ila kwenye, ni, kama ni swala ya kuongezea chakula, labda tunazungumzia mbolea, mbolea ya juu tumia hapo, na niweze ukaweka mbolea ya kuku chini, kwa sababu ina minyoo inaenda kutafuna mizizi, inakula ule mmea. Kwa hiyo kama utaona mti wako umezoufika, labda umekosa rutuba, tumia ile mbolea ya kuku, wekea kwa juu, endelea kumwagilia. Mm. Okay. Na mazao mengi kama ya mahindi, nyanya waga yanaathirika sana na magonjwa. Mm. Kwa uzoefu wako machungwa na jamii yake kama machenza waga mara nyingi sana changamoto ambayo inaathiri matunda hayo hapo ni, ni yapi? Okay, miti ya kisasa ni lazima ishambuliwe na wadudu. Ndio maana watu wengi sana miti ya sua inashambuliwa na wadudu hivi na hivi, maembe yameonza, hapana uzingatii masharti au uzingatii huduma. Ukishapanda mti wako ukishafikia levo unazungumzia hapo sasa, kwenye matunda, matunda kuharibika, ila pia mche wenyewe unaweza ukashambuliwa na wadudu. Unaona hapa mche wetu umenawiri vizuri, ujashambuliwa na wadudu kwa sababu tumepiga dawa. Hasa kuna ugonjwa mbalimbali mbali, kuna ugonjwa wa ukungu ambao unashambulia majani haya Unaona, kuna una, una wadudu wanatoboa hii miche, kuna wale wadudu wa matunda. Sasa una ugonjwa tofauti tofauti, hasa hapo. Mteja akishachukua miche, tunampa namba ya WhatsApp, kwa sababu sasa kila ugonjwa huwezi ukapiga tu dawa. Kwa hiyo ukichukua mche wetu unachukua namba ya WhatsApp. Mche wako ukiona ueleweki tofauti na vile ulivyochukua kwetu, unatupigia picha, unatutumia, tunakuelekeza da una dawa ya kupiga mara. Kuna dawa mbalimbali, kuna bamiki, kuna masta kutu. Watazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Hapo tulipo ni kwenye shamba la miche ya kisasa ya machungwa. Kama unavyoona hapa spacing kama mtaalamu alivyoelekeza hapo, ni kwamba lazima uache mita tano kutoka shina moja kwenda shina lingine na kutoka mstari mmoja kwenda mstari mwingine almost mita saba au hatua saba kama unavyoona kwa recommendation ya mtaalamu. Hili ni shamba la machungwa kama unavyoona hapo. Sub subscribe hii ni Maco TV. Natuambia hapo umejifunza nini kutoka kwenye video hii hapa. Na pia kama ungehitaji miche kutoka kwetu, unaweza kutupigia simu kama unavyoona hapo kwenye description box ili uweze kupata ushauri mzuri zaidi kutoka kwa wataalamu wetu na pia uweze kupata miche bora na ya kisasa kama unavyoona hapo.